Katika mambo ya kwanza kabisa aliyoyataja Jaafar radhiyallahu anhu ni jambo la tauhid. Sasa hebu tuje hivi kidogo, waangalie ni mahurafi wao, husema katika maulidi, wa soma nini sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Chunguza makini, utakuta sera yenyewe yazungumziwa kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam maumbile ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo wakati mwingine hufikia kama kutongoza na kumkosea adabu mtume sallallahu alayhi wa sallam, alafu na baadhi ya akhlaq za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Niwaulizeni, mshasikia hata siku moja kwenye maulidi yazungumzwa da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa nini? Alikuwa akilingania watu katika nini, ambao ndio sababu ya kutumilizwa? Kwa nini aliwapiga vita Makureishi kwa nini? Mshasikia kwenye maulidi mkiambiwa? Wala mtuambiwa, kwa sababu so, haya yaenda kinyume na yale waliokuwa nayo Mshasikia nyinyi kwenye maulidi kwa leo kwa zungumzwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam alizohimiza watu kuzifuata? Hamjasikia kwenye maulidi watu wakifanya istihzaa na ndevu, wakifanya istihza na watu kupunguza nguo zao, juu ya majicho mawili Yaani, kuna siri gani hapa kwa ha, hii sehemu muhimu ya sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam haizungumzwi kabisa, mbali na kuweka kuwa ni bidaa. Lakini hata ule mfumo wao katika kueleza, tofauti kabisa na vile inavyotakikana mtu aeleze. Mshasikia nyinyi kwenye Maulidi kwa uzungumza wa ghazwatu Badrin na kwa nini vile vita vilipigana ama kukazungumzwa ghazwatu Uhud, vikaelezwa hivi vita. Lakini jamaa huambiwa, sisi twasomesha sera bwana. Sasa kila mwaka ni pale pale tu, yale yanaosoma ni kusoma mlango wa kwanza, wala hawa wanaokaa pale hawaelewi chochote kinachosoma, kwani oni ikisomwa basi ile sauti ikinyinyoreshwa kidogo hivi, ashike kifua chake pia kilele, haelewi chochote. Mbona bwana mwafanya uzushi? Tusoma sera. Sera ni ipi? Hii tu peke yake, sehemu hii peke yake. Alafu hiyo sera yenyewe inasoma uongo mwingi, ukati wa ndani na ghuluu, ukati wa ndani kupita mipaka. Wallahul musta'an. Angalia huyo sahaba azungumza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na dawa aliyokuja na. Kitu cha kwa kwanza kabisa ni tauhidi. Alikuja kutuambia tumwabudu Allah subhanahu wa taala, tuwache vile vyote tulivyokuwa tukiviomba na kuviabudu pasi na Allah subhanahu wa taala.